na leo tuko katika babul maf'ul min ajrihi. Maf'ul min ajrihi leo ndo tuko hapo, na tukumbuke tuko kwamba tuko mwishoni mwishoni wa kukamilisha kitabu chetu. Anasema wahuwa lismu mansubu nan, ni jina liliyopata irabu ya nasbu alladhi ambalo yudhkaru bayanan lisababi wuqui lfili ambalo hutajwa bayana, kwa bayana, kuwekwa bayana, kuwekwa bayana, mani wazi kwa, lisababi wuqui lfili kwa sababu ya kutokea kitendo. Na mfano kaulika, ukisema katika kauli yako ukisema

Kama zaid mfil wafailu ijlalan ilo ijlalan ndiyo e, maful min ajli yani hii ni mafuuli lakini inaonyesha il e, ile ajili kwa ajili ya kile kitendo, inayoonyesha kile kitendo kimefanywa kwa ajili gani, kwa ajili gani? Ndio maana kilifanyika kime, kime kitendo kimetajwa, kitendo sasa, min ajrihi manake kimefanyika kwa ajili gani. Ndio leo el maf'ul min ajrihi maanake, yenyewe inaweka bayana kile kitendo kimefanya kwa ajili gani. Kwa hiyo, ijlalan la amri, kwa ajili ya kum heshimu amri, wa qasadtuka marufika na nilikukusudia, kwa ajili ya kutafuta wema wako, kusudia kwa ajili ya kutafuta wema wako. Kwa hiyo hiyo marufika, hiyo bitigaa marufika. basi hiyo sabu alikosema qasadtuka qasadtu fiil wa fail, wabtihaa niyo maful min ajlihi mona kwa ajili ya e, min ajlihi kutafuta maanake. Kwa ajili ya kutafuta ya, au kutaka maarufika wema wako. Kwa hiyo hiyo maarufika maaruf mudhaf, kaf mudhaf ilay. Somo fupi kabisa kwa leo limeishia hapo, na kwa kuwa somo ni fupi tutaunganisha na somo linalofuatia ambalo ni

Eh, ambalo hutajwa kwa kuweka wazi, kubainisha man yule ambaye fu'ila mahu aliyefanya pamoja naye alfi'lu kitendo. Kwa hiyo babu huo mlango unaeleza almaf'ul ma'a, hmm. maf'ul ma'a tunasema unaweza kusema mtendeo aliye pamoja na wahuwa naye ni alismu mansub jina lililopata irabu ya nasbu, alladhi ambalo yudhkaru libayani linatajwa, maana ake hutajwa libayani kwa ajili ya kuweka wazi man yule ambaye fu'ila ma'a aliyefanya pamoja naye alfiilu kitendo. Nahu mfano qaulika ukisema katika kauli yako ukisema jaa al-amiru wal jaishu wal jaisha. Alikuja amiri kiongozi, manaake waljaisha, na jeshi. Kwa hiyo hapo, jaa fi lmadhi al amiru, failu marfuu, waljaisha, ilo jeisha, jeshi ndio nini? maful mau manake, hiyo ni mafuul mau. Hiyo maful mau maanake, huyo ah, aliyekuja pamoja na huyo fail, e, aliyekuja na yule mwenye kutenda kitendo, alikuja na amili. Wastawa almau walkhashabata, na yalienea maji au Yametawanyika, yametandaa, yametawala. Ayalitawanyika maji wal khashabata, na kuni. Maji yalitandaa, yalitawanyika au yalienea wal khashabata, na kuni. Kwa hiyo kitendo hapo istiwa

Wa, wa ismu inna na jina la inna wa akhawatiha zime taj, zime utadio, au, e, kwaake, zaake, na ndugu zake faqad taqaddama dhikruhuma, basi zimeshatangulia utajo au utajwa kwake, hizo kana na ndugu zake na inna na ndugu zake fi marfuati, katika sehemu iliyokuwa ikielezea ili marfuati yaliyorufaishwa, wakadhalika tawabiu na vivyo hivyo katika vile vinavyofuatiza katika irabu tawabiu vinavyofuatizia, faqad taqaddamat hunaka vimetangulia huko nyuma, maana ukirejea katika masomo ya nyuma tuliyosoma, basi utakuta ufafanuzi unaoelezea eh, habari ya kana na ndugu zake na ismu inna na ndugu zake, bi maana ili usije ukachanganyikiwa ukachanganya mafaili. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastamiuna alqawla fayatibuna ahsana. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na comment, na kutuombea dua ili Allah jalla jalala utafikishe zaidi na zaidi kuweza kuleta faida hizi.